Hapo zamani za kale aliishi mfanyakazi wa sulubu katika kijiji kidogo. Kila siku alikuwa na kawaida ya kuchimba udongo kuupakia juu ya punda wake kisha kuuza ili kujipatia kipato cha kila siku. Siku moja alipokuwa akichimba, alikumbana na jiwe la thamani kubwa, almasi ya kweli, lakini hakujua thamani yake. Kwa kuwa kwake lilikuwa tu jiwe linalong'aa, alilifunga kwa kamba na kulininginiza kwenye shingo ya punda wake kama mapambo. Siku moja alipokuwa akipita kijijini na punda wake, mfanyabiashara tajiri aliyemiliki duka dogo la vyakula alilitazama jiwe hilo liking'aa shingoni mwa punda, akamuuliza, hili linalong'aa kwenye shingo ya punda wako ni nini? Mfanyakazi akajibu kwa urahisi, ni jiwe tu la kung'aa nililolipata wakati nilipokuwa nikichimba. Mfanyabiashara akalipenda akalinunua kutoka kwa mfanyakazi kwa rupia hamsini tu. Baadaye alilining'iniza jiwe hilo kwenye mizani dukani mwake kama pambo. Wateja waliokuja dukani kila siku waliliona na kulitazama kwa mshangao na kuvutiwa nalo. Siku moja fundi wa vito, muuza dhahabu na almasi, alifika dukani hapo. Alipoliona jiwe hilo likining'inia, alilitambua mara moja kuwa ni almasi yenye thamani kubwa isiyopimika akamuuliza mfanyabiashara, hili jiwe ni nini na kwa nini limeangikwa hapa? Mfanya biashara akamjibu, ni jiwe la kung'aa nililonunua kutoka kwa mfanyakazi mmoja kwa rupia hamsini tu. Fundi akamuuliza, je, unaweza kuniuzia? Mfanya biashara akasema, kama unalitaka nipe rupia mia moja ulichukue. Fundi kwa ubahili akasema, naweza kukupa rupia themanini ukikubali na chukua, usipokubali naondoka. Mfanyabiashara alikataa kupunguza bei na akasisitiza kuwa ni rupia mia moja au hakuna biashara. Fundi akaondoka akiamini kuwa angerudi kesho yake na kulipata kwa bei ya chini, labda rupia tisini. Jioni hiyo hiyo fundi mwingine wa vito alipita kijijini humo. Gari lake lilikuwa limeharibika, hivyo akalazimika kusimama kwenye duka la mfanyabiashara. Alipoliona almasi ikining'inia kwenye mizani bila kusita, akatoa rupia mia moja na kununua almasi hiyo papo hapo. Kesho yake fundi wa kwanza alirudi dukani na kugundua kuwa almasi haikuwepo tena. Akamuuliza mfanyabiashara, liko wapi lile jiwe? Mfanyabiashara akamjibu, baada ya wewe kuondoka, mtu mwingine alikuja na akalinunua kwa rupia mia moja. Fundi huyo aligadhabika na kwa majuto akasema, wewe ni mpumbavu sana, hilo halikuwa jiwe la kawaida, ilikuwa ni almasi ya thamani kubwa, na uliiuza kwa rupia mia moja tu. Lakini mfanyabiashara akacheka na kumjibu kwa utulivu, mimi sikujua thamani yake, lakini wewe ulikuwa unajua, bado ukabishana kwa tofauti ya rupia ishirini. Kwa hiyo mpumbavu wa kweli si mimi, ni wewe uliyekosa almasi kwa sababu ya ubahili wa rupia ishirini. Hadithi hii inatufunza kwamba katika maisha ni muhimu kutotawaliwa na ubahili usio wa lazima, kwani tamaa ya kuokoa kitu kidogo inaweza kukufanya upoteze mambo makubwa yenye thamani vilevile. Vile, inasisitiza umuhimu wa kuchukua hatua kwa wakati, kutambua thamani ya fursa kabla hazijatoweka, na kuwa na hekima ya kufanya maamuzi sahihi bila kuchelewesha, kwani kila sekunde inayopotea inaweza kuwa tofauti kati ya mafanikio na majuto.